Shagundua kumbe mpango wenu kujaukaa kwenye nyumba. Shagundua sangoja, tutaanyosha Nikwambie kitu gani? Mama, mjomba nako amekubaliana kukaa katika ile nyumba alafu, eh? Mi sitaki kukaa kwenye ile nyumba bwana, nikaa kwa babu. Mungu wangu, kuna mtu mwingine yote umemwambia? zaidi yako wewe? Sawa, usijali, wewe nenda, mimi nitajua cha kufanya. Sawa bibi, mi nakubariki hapa Habari yote dadangu. He. Kaka, nasikia wale watoto wanataka kuhamia kwenye ile nyumba. Kwenye ile nyumba? Habari zimpata wapi dadangu? Pole. Nimeambiwa na mjukuu wangu Neli. Neli kasipata wapi? Nasikia wamekaa kikao na mtoto amewasikia wamekubaliana. Ujua watoto kijana hawa, atutalia tutalia ubwabwa, nimwambia mpaka arobaini ishe ndio amie ile nyumba. Yaani mimi mwenyewe hapa sielewi nishachanganyikiwa. Sijui hata cha kufanya. Ah, sasa nikwambie kitu, kaka, mi naona tunyanyuke twende kule akili ujesaksa. Ah. Twende. Tum... jamani. Mbona mko hivyo jamani? Ni fanye mna akili kweli nyinyi. Tulisemaje kwenye kikao pale? Tulisemaje, nyumba msiamie mpaka arobaini ishe. Yaani wao watoto ah, ni wabishi wabishi wabishi. Mimi hata sijui tufanyaje. Ha? Washali washali koroga. Na usiniangalie wewe, hata kama kiapoza. Tulisemaje kwenye kikao pale? Hebu mtazame na huyu. Eh? Na umeungana na ndugu zako? Usiniangalie wewe kofia kwa ndilofa. Tulongeaje pale? Afa, nilikuwa na mtu wa maana, una akili, una akili kweli! Na kumbe bugasi wewe! Nilikuwa nakuaminia kabisa, una akili kuliko hawa, na umejiunga mwangenywzake timtimu kanu ukikuja n tuondoke tuchanganya hawa. Nasikilizeni niwaambie, lolote litakalowakuta huko ndani, msije kutuambia, mtapambana wenyewe. Wajinga wakubwa, waangalie sura kavi ng'ongo. Shachelewa, tumeharibu kila kitu. Sasa tunafanyaje? Basi inabidi tuwambia, wakachukua labda ule mzigo. We tulia, wakende kuchukua ule mzigo. Tumeharibu masharti tadi sisi wenyewe, wache vilevile wakae, hata kitu ka shida yote tuvumilie. Mimi nishaambia ale mpaka arobaini ishe, ndo wakakae kwenye ile nyumba. Wale wabishi kama ruba, unajua ruba kingangania kwenye, kwenye kitu vyatoki, ndo wale tuache. Wewe, vichwa si boksi, wacha kai vile vile, tukusema tuwaelekeze tu, tu sasa hivi. Tunalibwa shati hadi sisi wenyewe. Mimi ndo kaka yako, naomba nisikilize. Kama mbwai mbwai, kama je, shamwagika shamwagika yazoleki, tuwacha pambani vilevile mpaka arobaini ishe ndio tutaelekeza. Sawa kaka, sasa mimi nitasemaje sasa? Ndio, ndiyo mindo mkubwa, nisikilize mimi, mimi ndo mekula chumvi nyingi. Wewe nenda kapumzike, dada yangu <tuhi> Come down, come down, kwanza nieleze kwanza, uko umeona nini? Mimi mtani, nimeingia, nimefunga mlango mara ya kwanza, umejifungua, nikajua labda kitasa kijana nimekuachia shilingi 2000 kwa ndo ili ununue vitafunio, vitumbua pale kwa mama nani, Mama Ibra yule vitumbua 20 ili ule wewe, unywe chai, mke wangu, ushibe na kujua wewe ukiwa na njaa, kichwa kinakuwa kitulii. Sasa usije ukawa umenunua kumi, buku umeweka ili ukalipe mchezo. Mimi nimekula, nimeshiba, ila ndani humo nimeona mtu, nimefunga yani mlango karibia mara tatu, si mara nne, nimefunga mlango unafunguka. Wewe mama wewe! Mbona unaletea habari za picha movie wewe, masuala ya mizimu wewe, na kalenda hii wapi na wapi? Yani, ah, eh, sijui, sijui ha, nipo ni si <hih> twende twende wewe ah, ukanionyesha we, mizimu bwana. ehu

Mimi, mke wangu, nimekwambia wewe, mimi umenimisi, mlango si huo umefunga. Na hivi sasa ni vizima. Lakini, Unajua wewe, mimi umenimisi, sema basi tu, kwa sababu ndio hivyo tu, una nini. Mlango si huo, lakini jamani, mlango huo ndio si huo, haya, huo mpaka na kufungwa, mimi si huo mlango, mna nini. Mke wangu bwana, umenimisi bwana, hebu twende ndani. Mara ya kwanza nikaenda nikafunga nikajua labda hichi kitasa kibovu. Mara ya pili tena nimefunga, umefunguka. Nikaita hapo, jamani, hapa kuna mtu? Mara ya tatu hivi yangu nimeita, hapa kuna mtu? nimefunga, he, umejifungua. Kwanza nikakaa nikashangaa, jamani hii ee nyumba wewe ina mizimu hivi? Sijakaa sawa na kuambia kitu kimenipitia shwa yeye, utafikiri yani sijui mzimu mimi, hata sielewi nyumba ina nini wewe koma Hivyo una macho gani ya kuona mzimu wewe? Yaani nyumba hatujakaa, yani hata wiki moja hatu na ushaanza kuona marue rue. Hivyo unajielewa kweli wewe? Au umetumwa na wewe mme wako uje kunitishatishia? Na kwa taarifa yako sikiza nikwambie, sitishiki na siogopi. Kama mchawi ukome, kamloga wewe wewe mme wako lozoea kum, kumwekea mwekea mandumba, lakini sio mimi. Na ulienda wapi? Ndio kwanza wageni kwenye hii nyumba, ushaenda kupuyanga na ushapata marafiki. Hivyo una akili kweli wewe?